Samia umeme tayari umekamilika Bwawa la Nyerere mama. Majenereta yameanza kuchoka tuyaondoe. Mama Samia amepokea kauli ya mbunge wetu akawatuma aka TANESCO watengeneze utaratibu wa kufusha umeme kutoka Kisiju na kuja Kilindoni. Inategemea wakati wowote wakandarasi wa kutoa umeme Kisiju kuja Mafia, kwa maana kituo cha ili tuondokane na umeme wa majenereta, kitu ambacho mnaona leo nguzo mbalimbali zinakuja katika nyumba zetu katika vitongoji vyetu, kwa sababu tuna uhakika wa umeme wa KV 33 utakaovushwa na Utaka submarine kutoka kutoka Kisiju kuja Kilindoni. Mama Samia, oye Mama Samia oye! Mama Samia amekamilisha mradi wa treni ya mwendokasi

hivi leo, ndugu zangu, wako watu wanaishi Dar es Salaam wanafanya kazi Dodoma, na wako watu wanaishi Dodoma wanafanya kazi Dar es Salaam. Mama Samia oye! Mama Samia oye! <todos> Mumeo mume mchukua, mkeo mtoto mchukue, ndugu yako aliyefika umri wa miaka 18, na ambaye amepata fursa kuja ya kujiandikisha katika daftari la kudumu la kupiga kula, twende tukapige kula. Tunahitaji kumpatia Daktari Samia Suluhu Hassan kula za heshima, kula za kishindo ifikapo tarehe ishirini na tisa. Nikuombeni sana ndugu zangu, wapigeani okay, asibaki mtu nyumbani siku ya kupiga kura, na ukisha maliza kupiga kura yako usipate shida, tunao mawakala vituoni. Rudi nyumbani kale ya ubwabwa wako kale pilau yako yupo atatenenua mguu wake kwenda kuzuia uchaguzi usifanyike, na yule ambaye kwa namna moja ama nyingine anawazuia ana wa vaa koti lako vizuri aja ya vizuri, kwamba utakwenda kupiga kula na inshaallah utarudi nyumbani kwako ukiwa salama. Hakuna kidudu mtu yoyote anayeweza kujitokeza kuharibu uchaguzi katika kisiwa cha Mafia, sisi ni mwisho. Ndugu zangu, Kiwes Omari

wanapata maendeleo ifikapo nane ishirini na tisa, kila Mtanzania, kila mwananchi wa kegeani ende akamtakuwa ndugu yetu Omari Juma akipanga kuwa mbunge wa jimbo la Mafia na inshaallah, akishakuwa mbunge, Mwenyezi Mungu ampe hidaya na ampe nafasi kubwa zaidi kulikoni ubunge wa jimbo la Mafia. Sisem oye sisemu si, oye si, nikisema kubwa zaidi mnajua, sasa hivi si naibu waziri wizara ya elimu sayansi na teknolojia. Asiri anatosha anaweza sisi amoye oui. kidugu chamacawa vinduzi mm -hmm. ishirini na tisa kula, kula sote kwa ndugu yetu Mali Juma. Kipande la mwisho ndugu yangu, nikuombeni sana, usimwangushe ndugu yetu Muksi. Muksi ni jamaa yenu, Muksi ni mwenzenu, amekuwa mikononi mwenu, amesoma mikononi mwenu, mmemlea wenyewe ameomba ridhaa ya kugombea udiwani katika Chama cha Mapinduzi, diwani wa kata ya Kigeani, diwani ambayo ni, ni kata ambayo imesheheni vivutio vya utalii, kata ambayo imesheheni mahoteli ya kitalii. Tunategemea ndugu yetu Muksi akiwa diwani atakuwa kiunganishi kizuri, kati ya hoteli za watalii, kati ya uwekezaji wa utalii na mbunge, na hivyo mbunge, kwa kuwa Muksi ni yupo na mtu ambaye anapenda zaidi masuala ya utalii, mbunge siku zote kula zote kwa Muksi. Mmenielewa, mmenifahamu, mmenijua, mmenizingatia. Baada ya kuwasema maneno hayo, niwashukuruni sana kwa kunisikiliza, maana kusikiliza nao ni shughuli, uenda ukaongea watu asikusikiliza. Baada ya kusema maneno hayo, nimkaribishe masharafu ndugu yangu Muksim kuja uongee na ndugu zako wakejea.